Uh, huo ambao unaoona hapo huo ni mchanganyiko wa asili ambao uh, tunautumia kwa ajili ya wetu hapa kwa ajili ya kutibu mihalo. Kuku walikuwa na shida ya kokidiosis. Kokidiosis ni mhara ule wa damu. Kwa hiyo tumewapa huo mchanganyo, na huu mchanganyo ninataka nikuelekeze kwenye hii video, kwa sababu ni mchanganyo ambao unatibu kwa haraka sana, lakini pia ni mchanganyo ambao ukiwapa kuku wako ndani ya muda mfupi sana wataweza kukaa sawa kabisa, wataacha kuarisha. Aa, lakini kabla ya yote ninawakumbusha kwamba tuna hivi vitabu. Hivi vitabu ni vizuri sana kwa wewe mfugaji, ah, kama hujawahi pata hata kitabu kimoja. Sasa hivi vitabu vinategemeana na wewe unafuga kuku wa aina gani. Kwa mfano, kama unafuga kuku wa kienyeji, nitakushauri uchukue kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa Kienyeji, lakini pia eh, mwongozo Uh, wa, mwongozo wa ufugaji lakini pia uh, na kitabu cha tiba za asili. Hivi ni vitabu ambavyo vitakufaa sana na vitakufanya uh, wewe ubadili sana kwenye ufugaji wako uh, humu kwa mfano kwenye kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kuna kanuni bora sana za utagaji. Kuku wako watataga mayai mengi sana, watataga mayai hadi 28. Kama unafuga e, broila, nitakushauri uchukue ufugaji wa broila, pamoja na tiba za asili, na kama unafuga kuku chotara, nitakushauri uchukue kitabu cha safari ya ufugaji, na kama unafuga kuku wa mayai Uh, lakini bado hupati mayai vizuri, upati nini? Nitakushauri uchukue kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji, kwa sababu humo kuna kanuni bora sana ambazo zinaelekeza namna ambavyo unaweza kuwalisha kuku wako ili waweze kutaga vizuri na kutumia booster za asili kuku wako. Kama walikuwa wataga vizuri, basi wataanza kutaga vizuri sana. Lakini pia hicho kitabu cha safari ya ufugaji kina kanuni bora sana ya ufugaji wa kuku wa kienyeji ambayo imewasaidia wafugaji wengi wanaofuga kuku kwa ajili ya mayai sasa uh, hivi vitabu bwana kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp lakini vilevile vile tunalo kundi e, la ufugaji la WhatsApp ambalo tunatoa elimu ya ufugaji kujiunga na ili kundi ada ya yake ni shilingi elfu nane na hiyo ni ada ya muda wa miezi miwili Aa, sasa, kama wewe ni mgeni wa hii miharo na hautaki kabisa kabisa kuhangaika kutafuta ugonjwa pale ambapo unaona kuku wako e, kinyesi chao kipo sawa, wanahara miharo miupe, mwalo mwekundu au muhalo wa chokaa kama hivi aa, bila hata ya kujiuliza huu muhalo utakuwa ni ugonjwa gani yani bila hata ya kusema kwamba aa, labda ni, ni, ni coccidiosis labda ni typhoid labda aa, ni, n pindu ninakuja kukupatia dawa hii hapa ambayo sisi tumeitumia hapa shambani, na hivi unavyoiona hiyo dawa hapa tulikuwa tume tumechanganya kwa ajili ya eh, kwa ajili ya kuwapa kuku wetu ambao ah, walikuwa wanahara damu. Lakini uzuri wa huu mchanganyo unatibu magonjwa karibia yote ya kuhara. Kwa hiyo wewe uh, nisikilize kwenye hii video vizuri kabisa ili uweze kuepukana na hili tatizo. Yaani, hapo hahitaji wewe ujue sijui ugonjwa gani, hapana, ni huu mchanganyo, na unatibu ndani ya siku chache sana, uweze amini hawa kuku wetu hawa uh, humba ndani ukiingia uki, uki, ukiangalia hii nilikuwa na rekodi video wakati na waelekeza watu wa kwenye grupu, ilikuwa natengeneza content ya kwenye grupu hao unaona, hiyo miharo walikuwa wanahara damu kama hivi. Umeona wanahara hiyo eh, damu. Tumewapa huu mchanganyo, huu mchanganyo tunasema utumie ndani ya siku tatu, lakini huwezi amini hawa kuku uh, ndani ya siku moja wamepona kabisa. Miharo hawa hali tena eh, damu. Sasa uh, tuwaze humo tunaweka vitu gani? Aa, sasa saumu bwana, kuna hii hapa alovela au shubili mwitu. Af, pia kuna huu hapa mwarobaini mwarobaini, lakini pia kuna majani ya mpapai. Aa, kitu ambacho pia utaongeza ni, ni, ni kitungu saumu hapa pamoja na tangawizi. Huu mchanganyo huu wa hivi vitu ambavyo nimevitaja hapo, huwezi amini kabisa, utakwenda kumaliza kabisa miharo a, shambani kwako. Kikubwa wewe nisikilize, a, vipimo pia nitakwambia vipimo, lakini pia nitakwambia huu mchanganyo mbali ya kutibu e, miharo, pia una faida gani kwa kuku wako. Sasa tukianza na vipimo, utachukua majagi, jagi la lita moja, majagi mawili ya majani ya, ya, ya Baini. Aa, lakini pia utakuja utachukua majani matatu ya mpapai majani matatu ya mpapai. Aa, alovela utachukua pia majani. Aa, alovela utachukua jani moja kwenye alovela, kitungu saumu kimoja na tangawizi moja. Utavibrendi, ukivibrendi hivi. Aa, kisha utakuja utachanganyia kwenye maji lita kumi. Huu mchanganyo wote utaweka kwenye maji lita kumi kuku wako utawapa ndani ya siku tatu. Yaani, siku tatu ni nyingi. Umeona kama sisi hapa shambani kwetu tumetibu huu ugonjwa ndani ya siku moja tu, kuku wetu wamepona, lakini uh, tutawapa na siku ya pili ili kumalizia wote. Awezekana muda mwingine ukaona zile dalili hazionekani kabisa, lakini bado ule ugonjwa, kuna baadhi ya kuku upo ndani. Kwa hiyo ukiacha ghafla, eh, ni kama vile unaenda tena kuamka huo ugonjwa Aa, lakini pia utambue huu mchanganyo kama kuku wako wanaoumwa wapo wanataga, wa, wa kidogo watapunguza utagaji kwa sababu Eh, huu mchanganyo pia una asili ya salfa, na salfa kama ukiwapa kuku dawa ambazo zina asili ya salfa uwaga wanapunguza kutaga. Kwa hiyo eh, kwanini nasema ni mzuri? Kwa sababu huu unatumika siku chache kuliko mchanganyo mingine ambayo ina asili ya salfa, utaitumia eh, siku, siku nyingi. Na kama kuku wako wamezidiwa, wanaharisha sana, unaweza ukaweka huu mchanganyo niliotaja, nimesema ni unaweka kwenye maji lita kumi, utaweka kwenye maji lita lita nne na kisha utafanya kuwanywesha kuku wako pamoja na bomba la sindano. Lakini pia huu mchanganyo unasaidia vifaranga e, ambao wana shida kama hii hapa. Umeona shida kama hii hapa sasa. Kwenye shida kama hii hapa, e, vifaranga unakuta wanahemea hivi juu e, utawasaidia uta kwa kutumia huo mchanganyo kwa kufanya kuanywesha na utaweka kwenye maji lita e, utaweka kwenye maji lita nne ili mchanganyo wako uwe mzito zaidi ili uweze kuwanywesha vifaranga wako wakae sawa kabisa. Muda mwingine hata kuku wakubwa wale ambao huaga wanaatamia, huaga ninapata hii kesi ya sasa kwenye. A, ngoja nitafute e, picha ya hii hii kutoka kwenye e, kundi la WhatsApp, nadhani ni hii hapa, ambayo unaiona unamwona huyu kuku anatamia lakini ni kama vile ameshikwa na kwikwi. Umeona? Aa, sasa kwa kuku kama wana shida kama hii hapa, utaongeza kijiko kimoja huu mchanganyo niliotaja kwamba unaweka kwenye maji lita kumi, utakuja utaongeza kijiko kimoja cha jivu. Ukishafanya hivi ukiwapa kuku wako, utatibu mihalo karibia yote, na miongoni mwa kitu kingine ni kuibia sili. Huu mwalo unatibu pia kideli safi kabisa. Kama e, kuku wako wana shida ya kideli, basi watapona mara moja. Na pia ni kinga, ni kinga ya, ya, ya magonjwa ya virusi. Kwa hiyo leo hii nataka niishie hapo.